Jubilei ishirini ishii na tano maujaji katika matumaini wapendwa maujaji uwekano wa Peramiho, napenda kuchukua fursa hii kwa niaba ya Padre Ignas Mwamba ambaye ndiye mkuu wa kituo hiki cha hija lakini pia kwa niaba ya wafanyakazi wote wa kituo cha hija Kuwakaribisheni katika kituo chetu cha hija. Karibuni sana. Hapa tulipo ni kituo cha hija cha Askofu Cassian Spiss alimaarufu kama Chiperamiho. Kituo hiki kipo mahali hapa na kinapewa jina hilo kwa sababu za kihistoria. Ikumbukwe ya kwamba mwaka 1887 idara ya Baba Mtakatifu ilikuwa inajihusisha na masuala ya uinjilishaji e, ikiitwa Propaganda Fide. Idara hii ilifa, inafanya kazi ya kuorganize mashirika ya kitawa na kuyapangia sehemu ya kimisionari. Baba Mtakatifu alianzisha idara hii ili kwamba isitokee mashirika fulani ya kitawa yanakutana sehemu moja ya kitume au mashirika fulani yanaelekea ku upande mmoja na kuuza upande mwingine. Na hivi hii idara ilijihusisha katika kuangalia wapi panahitaji uinjilishaji na nani wa kumtuma. Kwa hivyo mwaka elfu moja mia nane themanini na saba idara hii iliunda kitu kilicho kinaitwa prefektura ya kusini mwa Zanzibari. Leo hii ni majimbo ya jimbo kuu la Dar es Salaam, jimbo la Ifakara, jimbo la Morogoro, jimbo la Iringa, jimbo la Njombe, jimbo la Songea, jimbo la Mbinga, jimbo la Lindi, Mtwara, Tunduru, Masasi na kadhalika. Baada ya kuungwa hiyo idara ilikabidhiwa, ilikabidhiwa kwenye shirika ilokomelika wa Benediktini wa misionari wa Mtakatifu Otilia. Shirika hili lilianzishwa na Padre Andres Amlin, ambapo tarehe 29 mwezi Juni 1884 18, Padre Andres Amnein, aliunda shirika la Benedictine wa misionari wa Mtakatifu Otilia mapade na mabuda mwaka elfu moja mia nane themanini na tano. Mwaka mmoja baadaye, tarehe Septemba Padre Andres ai aliunda shirika la masista Benedictine wa misionari. Lengo lake ni kwamba mabade wanapoenda kwenye shughuli za uinjilishaji wajihusishe na masuala ya uinjilishaji na shughuli zote zinazohusu sakramenti, mabradha washughulike na maswala ya ufundi na kadhalika, kumbe masista wajihusishe na maswala ya huduma za afya pamoja na huduma nyingine nyingine za nyumbani, ikiwepo kufundisha wasichana. Kwa hivi mara ya kwanza kabisa, dsmlin anatuma kundi la kwanza kuja Tanzania linalofika hapa mwaka elfu moja mia nane themanini na nane likiongozwa na Padre Bonfas Freshus, likiwepo lina mabradha nane pamoja na masista wanne. Wanapofika Tanzania wanafikia Dar es Salaam, na kwa bahati mbaya sana eneo lote la pwani lile linakuwa limesheheni Uislamu kwa sababu Waarabu walikuwa wameshaanza shughuli za biashara tangu muda mrefu, na hivi Uislamu waliueneza Uislamu kwa kasi sana maeneo yote ya pwani kwa hivi wamisionari wanaofika kundi la kwanza mwaka elfu moja mia nane themani na nane wanaamua kwenda maeneo ya Pugu. Pale wanaanzisha monasteri, na hivi walianza shughuli za kichungaji. Lakini mwaka mmoja baadaye, mwaka elfu moja mia nane themani na tisa inazuka vita vya kushindi, mpaka tarehe kumi na tatu Januari mwaka elfu moja mia nane themani na tisa misioni monasteri ya Pugu inavamiwa na kupelekea kuuawa kwa masista pamoja na masista wawili pamoja na bradha wamisonari wengine wa walijeruhiwa na hivi waliojeruhiwa wa walilazimika kurudi Ulaya kwa sababu ya ugumu wa huduma za afya zilizokuwa zinapatikana Tanzania kwa kipindi kile. Wengine ambao walisalia walibaki maeneo ya Bagamoyo, akiwepo padre mwenyewe. Ili linakuja kundi jipe sasa kutoka Ujerumani, linaungana na wale ambao walikuwa wamebaki pale Bagamoyo. Sasa wanapofika awarudi tena maeneo ya kugu, wanafika Dar es Salaam na kutengeneza kituo cha kufikia kwa ajili ya wamisionari kwa kujizingilisha acclimatization, kwa lugha ya kuwazima. Lakini pia kituo kilitumika baadaye kwa ajili ya wamisionari wakifika kujifunza lugha na kama sehemu ya kusambazia mahitaji kwenye vituo mbalimbali vya kimisioni. Na hivi na hivi, eh, wamisionari mwaka elfu moja mia nane tisini wanaamua sasa kufanya eh, ziara za kimisionari kusini, baada ya kuona haiwezekani tena kueneza Ukristo maeneo yote ya pwani. Kwa hivi safari ya kwanza ilikuwa mwaka 1994 inapita njia ya Lindi ambapo inapelekea kuzaliwa kwa vituo viwili Nyangao na Lukuledi ambao baada ya vita vya majimaji mwaka 1996 hivi inazaa basia ya Ndanda. Safari ya pili inapita njia ya Iringa mwaka 1897 inazaa vituo viwili kituo cha Tosamaganga pamoja na Madibira. Na mwaka 1998 akiwepo Padre Kassian Spies pamoja na brother Roland kama watangulizi tu, wanafika katika nchi ya Ungoni, wanapokelewa na aliyekuwa anatarajiwa kuwa chief alikuwa anaitwa Mputa Gama. Kwa kipindi watotomsimani kwa wanafika chief aliyekuwepo aliitwa Mnamila, na hivi Mnamila alikuwa anaonekana kwamba hana nguvu kiasi kwamba hawezi kukaa tena muda mrefu madarakani, na hivi anaonekana mliso moja kwa moja Mputa Gama. E, kipindi hicho aupokelewa sehemu kaa Maposeni, kwamba Maposeni ni sehemu ambapo chief alikuwa anakaa kwa kipindi hicho, ilikuwa ni Mbinga Mwarule leo hii, ambapo Mputa Gama baadaye alikuja alakaamisha kupeleka kwenye Maposeni ya leo hii. Sasa Mputa Gama, chief kwa kipindi hicho, anapoka Mbinga, anapoka na misonari Mbinga Mwarule na kuja ya Maposeni akitaka aonyeshe eneo karibu na yeye. lakini E, ambia kwamba ma, ma, ma, ma, walitafuta wa, wa, wa, wa maeneo wapi kwa kujenga wapi kwa kuanzisha misioni. E, naambia ilionyeshwa sehemu moja litombeuwike ambayo leo hii ili maeneo ya Morogoro chini, lakini mwisho mishoni wa msumali katika safari zao za kwenda Songea ambao kulikuwa kuna makao makuu ya serikali koloni. E, Padre Cassian Spiss pamoja na Brother Laurent walipendezwa na kilima hiki. Vitu gani ambavyo vinawafanya wapendeza na kilima hiki? Sababu ya kwanza, sehemu hii imeinuka na hivi, kuna sababu za usalama, adui ni rahisi sana kumwona. E, katika historia ya Afrika, historia ya ukoloni wa Afrika, tunajua miongoni mwa taifa ambao tawaliwa kabisa nye Ethiopia, sababu naotalewa mojawapo, Ethiopia iko juu, kwa hivyo eh, ni rahisi kumwona adui mapema na kumshughulikia na wa misionari wa kipelekeo kwa sababu ya usalama. Hata historia ya eh, historia za makabila ya kusini huko, wakiwepo Wakinga, tunaambia kwamba wenzee wako juu milimani. Hata wazungu wa kwanza kufika kabisa, Wakinga wakuwahi kuona wazungu maishani mao, wakini wa kwanza kabisa kwa kimuona wako mbali kabisa. Na hivi kwa sababu wakuwahi kumuona mzungu, waizani kama ni nguruwe. Tunaambiwa e, kwamba walimchinja wakala. Na safari za kimisionari wa misionari wakuwa na bawa maguti kwa hivi wakinda wale walimshinja ile mzungu wasani mgue walichemsha waele makutiaa wiki sita kizani kama ni kwato, lakini baadhi bado ndio hazikuiva kabisa. Hiyo ilikuwa ni sababu ya kwanza kwa nini walipendezwa na kilima hiki. Sababu ya pili ilikuwa ni upatikanaji wa vifaa vya ujenzi sehemu hii. Ukienda chini hapo, kuna mto wa Wawasi, unapata maji kwa urahisi, lakini pia mchanga na kama unakumbuka, wenyeji wengi, sehemu hii ilikuwa ina mawe mengi sana. Ili mawe ni miongoni mwa matilio mazuri sana kwa ajili ya ujenzi. Kwa hivi wamisionari kama sehemu ya kufikia walijenga vibanda vitatu hapa. kibanda, kibanda cha kwanza kilikuwa ni kanisa. Kibanda cha pili kilikuwa ni sehemu ya chakula pamoja na me, na, na jiko. Sehemu ya tatu ilikuwa ni kibanda cha kulala. Wamisionari wengine walikuja kuongeza nguvu kadri ya wakati mpaka tarehe moja Julai mwaka kanisa na moja ambapo wamefika sasa masista wa Benediktini wa misionari ambao leo ni masista wetu pale eh, wa masista Benediktini wa Tuzi tunawaona pale. Na mwaka huu mwaka huu wanatimiza jubilee ya miaka 125 mpaka kufika. Kwa hivyo pengwa, shughuli za kimisionari ziliendelea. Wa misionari wakiwa wanaendelea na shughuli zao za misionari walikumbana na changamoto mbalimbali, hatuwezi kusema zote, tutastoje tutataja chache tu. Changamoto ya kwanza ilikuwa ni hali ngumu ya maisha. Ikumbukwe eh, kipindi hicho mwaka 1908 ilifika, maeneo haya ni pori, miundombinu hafifu, huduma za afya zilikuwa hazipatikani kabisa, na hivi hata kutokea magonjwa mbalimbali. Kwa mfano, kipindi hicho ilisumbua sana magonjwa ya smallpox au inaita nui, lakini pia ugonjwa wa malaria ulipelekea wamisionari wengi kufa mkaburi pale, wengi, katika umri mdogo. Ukienda makaburi ya Abasia pale unaweza kuona vifo vya wamisionari wengi wakiwa katika umri mdogo. Lakini changamoto nyingine inayojitokeza ni kwamba lugha kipindi hicho tofauti na leo hii, unaweza kwenda hata vijiji vya ndani kabisa lakini bado watu wanaongea Kiswahili. Kipindi hicho nakuta kama ni Ngoni, Kingoni kama ni Wandende ule Kinende ule kama ni Matengo, Kimatengo. Na hivyo wamisionari wanapofika, wanahitaji kuhubiria watu neno la wa Mungu kwa kutumia lugha ambayo hawaifahamu, lakini historia inakwambia kwa miujiza ya Mwenyezi Mungu, Padre Cassian Spiess pamoja na wamisionari wengine waliweza kujifunza lugha na kuweza kuwa kuhubiria wa Kristo. Changamoto nyingine ilikuwa inatokeza hali ya wenyeji kutokuwa tayari hii ilipelekea wamisionari kukataliwa sana na hata kama nakumbuka ilifika mwaka 1905 katika vita vya majimaji, eh, majimaji ilikuwa ni rahisi sana kuwashawishi wenyeji kuivamia misioni vita vya majimaji vilikuwa ni vita kati ya wenyeji dhidi ya serikali ya kikoloni lakini kwa bahati mbaya misioni inaingizwa kuwa mhanga wa vita na mwaka 1905 nakumbuka misioni ilichoma moto Ikapelekea kifo cha Padre Franciscus ambaye mpaka leo hii Wangoni wameficha siri wapi yule padre na mziki. Pengine tuone baada ya hii pengine mtafungua fungua mtasema mlificha wapi mzee yule. Lakini eh, sababu na hilo, katika vita ya majimaji mwaka 1905 ilikumbukwa kwamba Askofu Cassian Spiss, Padre Cassian Spiss mwaka 1902 aliteuliwa kuwa askofu wa vikariati ya Dar es Salaam, yaani majimbo yote ambayo nimeyataja. Kwa hivyo akiwa anatoka Dar es Salaam kuja Peramiho kwa ajili ya sakramenti ya Kipaimara alikutana na vita maeneo ya Mikuyungu miku, Mikuyungu ambapo kabila la watu wa mtoa wa wa Matumbi Wal walimua yeye akiwa kwa sista mwingine na ma, na Brada pamoja na watu wengine ambao walikuwa wameandamana nao. Changamoto nyingine pendwa ilikumbuka kwa mwaka 1914 ilipotokea vita vya kwanza vya dunia, Mwingereza alishinda vita dhidi ya Ujerumani na hivi ikamlazimu Mwingereza akaweka sheria ya kumfukuza yeyote mwenye athiri ya Kijerumani Tanzania. Na hii iliwaathiri mpaka wamisionari. Ikapelekea dunia ya Wakristo ambao wa misionari walianzisha kabaki chini wa wa ya iisa mpaka baadaye walipokuja wamisionari mwenye asili ya k akiwepo askofu hayati Gallus Steiger. Kwa openwa wa dunia wameshughulia changamoto, tunajaribu kusema kubwa kubwa, ikiwemo Adolf Hitler alikataza na kuzuia misaada yote yoyote ile kufika Tanzania na nambali zaidi, kulikuwa hamna tena wamisionari ambao wanatoka Ulaya wanakuja, kwa sababu eh, wamisionari watawa wenyewe, wa, wa, wa, wa wenyewe walikuwa nachukuliwa kwenye monasteri na kupelekwa kuvitani, na hili ilipelekea kudhoofisha sana shughuli za kimisionari kwa sababu ya kukosa watu pamoja na kukosa mahitaji ya msingi, lakini ndio tunaweza kusema miujiza ya Mwenyezi Mungu katika kipindi hicho cha vita ndipo kanisa kubwa lile la Wabasia mwaka mpaka mwaka 9 lilijengwa. Licha ya changamoto hizo pendwa, tunaweza kushuhudia kazi kubwa ambazo wamisionari wamefanya. Kazi ya kwanza kabisa, wamisionari waliweza kufundisha dini, kuandaa kufundi walimu wa kufundisha dini, yaani makatekista. Na mradi huu umekuwa ukiwalipa pale ambapo wamisionari wanalazimika kutoka nchini. Ndipo vita vya Majimaji wamisionari wanalazimika kutoka hapa kukimbilia Konsela Jumuiya inabaki chini ya makatekista wamisionari. Mwaka elfu moja mia tisa kumi na nne walipofukuzwa na serikali ya Mwingereza baada ya kuchukua kuchukua nchi, jumuiya ya Kristo inalazimika kukaa kwa nani? Kwa makatekista. Lakini wamisionari hao waliweza kufungua huduma za elimu, kajujia kila sehemu wakifungua misioni, wanafungua na shule, na hivi tunashuhudia mashule mengi sana yaliyopo katika maeneo yetu ambayo ni kazi kubwa ya wamisionari walifanya. Lakini wamisionari walijihusisha sana katika ufunguzi wa vituo vidogo vidogo vya kimisionari ambavyo leo hii ni mapokeo yetu haya ya jimboni hapa. Lakini sambamba na hiyo wamisionari waliweza kuandaa watawa pamoja na wakleo wenyeji. Mwaka elfu moja mia tisa thelathini na nane kutoka mikononi wamisionari, yani masista hawa wabenediktini wa Tutzing, inazaliwa shirika la masista wabenediktini wa Afrika Chipole. mwaka elfu moja mia tisa hamsini na saba mabluda wa benediktini kutoka kwa wamisionari mabuda wa benedictine kutoka kwa Mtakatifu Tilia wanazaa wabenediktini wa Afrika, mabladha wa Hanga mwaka elfu moja mia tisa hamsini na saba ambao mwaka elfu moja mia tisa sitini ndio ikazaliwa sasa abasia ya Hanga na wakatoka Liganga wakaenda Hanga. Lakini mwaka elfu moja mia tisa arobaini andieo Padre Severin Hofba anaanzisha kozi theology kwa mafrateli wa zawa mpaka mwaka elfu moja mia tisa sitini na tatu ambapo tunashuhudia upadrisho wa kwanza wa mapadre wa Afrika wawili, akiwepo padre Galvo Sintara pamoja na padre Simon Kapinda. Licha ya hilo pendo, tunashuhudia mwaka elfu moja mia tisa sitini na nane wamisionari kutoka wa wamisionari, linazaliwa jimbo ipya la Njombe mwaka 1969 linazaliwa jimbo jipya la Songea ambalo mwaka 1986 linagawashwa na kuunda jimbo katoliki la la Mbinga. Kwa hivyo, pengo muone jinsi gani kazi kubwa ambayo wamisionari walifanya shughuli na mafanikio yote haya, chemchemi yake imetoka katika kilima hiki, na ndio sababu mama kanisa ameona kwamba inafaa kilima hiki kikatunzwa kama sehemu ya kwanza kukumbuka wa wasunali ambao kwa waetea dini hii, lakini pili, eh, kituo hiki kinakuja na miundombinu ya kiroho ili kuweza kumleta, um, muumini karibu na Mwenyezi Mungu. Kinatoa mazingira ambayo kinamsaidia muumini kuweza kujipatanisha yeye na Mungu, muumini kutafuta utulivu wa nafsi, wapendwa.